Muungano wa walimu nchini Knut na muungano wa walimu wa shule za upili tawi la Isiolo Kuppet wamejitokeza kupinga hatua ya kamati ya elimu katika bunge la kitaifa kuhitilafiana na kupandishwa vyeo kwa walimu katika magatuzi ya maeneo kame nchini. Wakizungumza na wanahabari, Hassan Diba ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa walimu Knut tawi la Isiolo amesema jukumu la kuwapandisha vyeo walimu ni la tume ya kuwaajiri walimu nchini TSC na wala si wabunge. Vilevile yes. Yes. Commission. Commission. Now... Vile Diba ameongeza kusema kuwa Isiolo inapaswa kupata mgao sawia wa kupandishwa vyeo kwa walimu kama maeneo mengine nchini. Wakati huo huo, Timothy Kimathi ambaye ni mwenyekiti wa Knut tawi la Isiolo amesema iwapo kamati ya elimu katika bunge la kitaifa itafutilia mbali kupandishwa vyeo kwa walimu elfu ishirini na tano, itakuwa ni hujuma kwao Daripi. Jina langu naitwa Mwalimu Timothy Kimathi Mbae. Mimi ndio KNUT chairman Isiolo branch na nimeungana na wanachama wengine wa KNUT na KUPPET ili e, kutoa e, mwelekeo kuhusu jambo ambalo linaendelea la walimu kukosa promotions na TSC ikiwa inatupromote. Kwanza kabisa naomba kukasifu parliamentary commission kwa sababu ya kujaribu kufuta promotions zetu ambazo TSC imetupatia with due process. Naomba pia kuuliza maswali yafuatayo. Jambo la kwanza, walimu ambao wamepromotiwa wengine wako na miaka 50 na wengine wanaenda kuretire by June ikiwa hii parliamentary commission itafutilia promotion zao wanataka hawa walimu waenda nyumbani bila promotion ama nini? Hayo ya kijiri, Kimwere Moses ambaye ni katibu mkuu wa muungano wa Kuppet tawila Isiolo ametaka barua za walimu ambao wamepandishwa vyeo wanaofunza gatuzi la Isiolo zifike mara moja katika ofisi ya TSC tawila Isiolo na akaongeza kusema wanachohitaji ni kupandishwa vyeo kwa zaidi ya walimu elfu mia moja ambao wamesalia. Kwa hivyo, sisi hatutakubali na hatutaki hata barua hata moja ya Isiolo iguzwe kwa sababu ikiguzwa, Isiolo wameguza Isiolo. Kwa hivyo every teacher who has been promoted in Isiolo tunataka by next week zikuwe barua zinatililika katika ofisi ya county ya TSC with immediate effect in the media imiko kwa website ya TSC, there is no way a TSC can just do a reverse of what was gazetted and what was posted in their website unless kama wao pia wanataka kufanya mambo yenye sisi kama union na tuwezi kubali otherwise what we need is more promotions tunataka hii, nini, the, the parliament hiyo committee waende wakae chini wapeane proposals in the parliament tuongezwe another 2 or 3 billion ya kupromote the other teachers. Ni kiripoti runinga ya waso langu, jina ni hussein morangiriguyo. runinga ya waso ya kujuza na kukuburudisha.